Studenti, somo la leo tunaenda kujifunza kuhusiana na mizimu. Ndio maana nikataka muje kusoma ili somo usiku, ili mradi mupate uasilia. Kwa hiyo mizimu ni nafsi za watu waliofariki. Oh, mm, macho yangu ama naona vibaya ule, so mzimu ule oh. Mwalimu anafundisha mambo alafu naona kama anataka kutokea kweli. Ah, mm, wengine wamuoni au? Mjomba, angalia kule

Ngoja kwanza nende kwa ticha kwanza, nikamshtue maanake, mwalimu anafundisha mada ambayo mimi mwenyewe naogopa. Ticha, ticha Angalia, angalia, angalia, angalia! Unaona, unaona pale mlangoni, mlangoni? Kuna kuna mzimu, mzimu, mzimu, mzimu! Mtoto, mtoto tena, mtu wangu, wangu! Wewe mwalimu, mwalimu, mwalimu, nenda, nenda, nenda basi, chapa viboko. Mbona, mbona imani na na na kuchapa cha wala nini? Kumbe, kumbe kweli, kweli baba! Kwanza bwana anakimbizwa nyote, kwani mimi ndio? Akija na mpango mmoja Kweli jamani, jamani, kuna jini! Nimekosea jini na bwana nikipisa mimi tu jamani. Somo ndo limeisha, tukutane kesho asubuhi.